mako esula kumi nemu nolunyiriri uh, olwa biri mubiri lugamba nti a uh, mukirize mukirize ka mukatonda mukirize mukatonda mukiririze mukatonda mukato katonda alina amaanyi

obulamu bwetewugenda kusigala kyekimu ate kankubulire mwana wa katonda omanyi bo nti boyogera nti kigambo oba oyogedde yesu yenyini mwe yesu yenyini awedde emirimu boyogera nti kigambo kya katonda oba oyogedde yesu yenyini kati bonayogera yesu bonayogera kigambo kya katonda oba oyogedde yesu kati bukkiririzeemu bonakkiririza mu kigambo obaokk oba omaze ogukkiriza yesu biki byakola kakati olwaleero nze nzize mu maaso go nga wugamba nti kkiriza nti olusozi li mu masogo go mukama genda luja wagenda lusenteeza togenda kuddamu lulaba mm.

Mulinnya lya yesu mwana katonda omulamu kakati weteekateeke teke ngusabire eisaala mulinnya lya yesu egenda kusumulula buli kintu kyonna

reku muntu goyamba oyo abadde nga teyetegeera oyo abadde byamusobedde oyo abadde nga alina ebyagonjoola mu linnya lya yesu naye nga bintu byaganye byaganye okuterera mu linnya lya yesu mwana katonda omulamu nkusabira mu linnya lya yesu mwana katonda omulamu nga ndi ku lusozi lwa katonda ndi ku lusozi luno leka olabe omukono gwa mukama leka olabe ekisa kya katonda nga bwe kikwambala leka olabe omukono gwa yesu nga bwe gujja gyoli gugutaase mu linnya lya mukama waffe yesu ekyo kikuli bubi kikweripako waliwo ebintu ebyowulira mu mutwe ebintu ne bitabuka mu linnya

amanyi ga mukama gago amanyi ga mukama gago amanyi ga mukama gago gago gakwambara gago gakwambara gago gakwambara gago gakwambara mulinya lyeso mwanakatonda mulamu buli kimu cyonna mulinya lyeso mwanakatonda mulamu era ngusabira e rabo omukono e gwa mukama gugo kwata mulinya lya yesu omwana katonda omulamu ekyo kyali kyakwambala kikute in the mighty name of jesus christ ekikujjaku kwemirembe ebyo ebirooto byoroota bibi mulinya lya yesu noba nga tokyetegeera noba nga tokyetegeera mulinya lya yesu omwana katonda omulamu um. ebyo birooto e byonna ebibi mulinya lya yesu bigoba bigoba ku bulamu bwo mulinya lyaisomwanakatonda omulamu eby otambulamukubo naye owulira ekintu nga tekyagukiriza gutambula nga waliwo ekiringa ekyagukwata ebigere muri katonda mulamu ndagira ndagira ndagira dogo wabuka mulinya lyaisomwanakatonda omulamu naga niagngyodogoyewabuuka Jesus Christ era waliwo cyowulira mugongo cakutmt waliwo ekikulumawo muri muliy yesu nkiragira kati nkiragira kati nkiragira kati nkiragira kati nkiragira kati vaawo mulinnya lya yeso omwa na katonda omulamu twala ekisa kyakatonda kikumale chiku in the mighty name of Jesus yesu webale kubanga abantu abo ogenda kubakolera ogenda kubaraga omukono gwomulungi ogenda kubawa amanyi go gabayambe mu linnya lya yesu mwana katondo omulamu basabira omukisa mbasabira amanyi mbasabira obulamu mbasabira mulinnya lya yesu omwa na katonda omulamu labo oyo omuntu mukama abadde yetaga omulimo uyo muntu g olimu kundaga abadde yetaga omulimo ya naye ya ya ya ya yawaddeyoebipapula bye naye bamusubiza kumuyita naye ebintu bikyaganye tebalimukumuyita alinza akoye naye mulinya lyayo esoma nakatonda omulamu ndagira zo mpapula ndagira zo mpapula nziragira nziragira nziragira leka obulungi bwamukama buzamba ttti kati kati nlwenjogerera mulinya lya yesu mwana katonda omuramu oburungi bwa mukama buzambare mulinya lya yesu nzamba za mafuta bakwite bakwite bakwite bakwite bakwite bakwite mulinya lya yesu mwana katonda omuramu e awowoori awowoori awowoori awo woori muri nya lya Yesu leka wurira emirembe wurira ebintu byagutabuseko tokyari ne mirembe ebintu biganye naye muri nya lya Yesu omwana wakatonda omuramu ndagira ndagira ndagira ndagira ekyo kikujako emirembe kikutai ndamaite namo Jesus Christ kikuveko kikuveko kikuveko kikuveko

gumusanga wali mulinya lya mukama fe um, um, yesu omwoyo gwa mukama gwaambale mulinya lya yesu mwana katonda omulamu e, era gukyusa omutima gwe kwa jori. nguteka kwa fever muli nyali ya Yesu mwana katondo mulamu era waliwo bintu bibadde bibadde bade byaganira ngolaba oyagala kutandika business waliwo yagusubiza sente na yeta Ereka, e tazisumulula muzimu gwa ne mutima gwe muli nyali gwamwampaa aomtimawe ya Yesu mwana katondo mulamu leka azikuwereze kubango chikoze we muli nyali ya Yesu mwana katondo mulamu webale Yesu kubango chikoze we mazo chikola omaze o kikora omaze o kikora omaze o kikora mulinya lya mukama afe yesu haleluya haleluya haleluya kiriza yesu kubanga A, genda kukora ebikulu nebinene mbadde kulusozi ngangu nga ngusabira mulinya lya yesu wano wendi leka nae abaise wanu balabye omukono gwamukama luno olusozi lwa wakiso luno olusozi lusozi lulungi lusozi lwamanyi lusozi lika amafuta mulinya lya yesu omwana katonda omulamu nange nsabiddeko abantu bakatonda bonna nalabakavidiyo kano yenna yenna leka obulamu bwe bukyusibwe mulinya lya yesu omwana katonda omulamu webale yesu kubanga

mukama abawo omukisa mulinya lya Yesu mwana katonda omulamu amena